Baada ya kuwa tumeshuhudia draw e, ya, ya makundi ya hizi timu ambayo wataenda kushiriki ligi ya wanawake club e, bingwa ya Afrika ambapo kwa Tanzania e, timu inayowakilisha Tanzania ni timu ya JKT Queens ambayo ni timu ambayo inamilikiwa na Jeshi la Kujenga Taifa Tanzania timu ambayo iko chini ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, na timu hii inawakilisha ukanda huu wa Sekafa, ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na inaenda kukutana na mabingwa wengine katika Afrika kutoka kanekanda mbalimbali. Kwa hiyo wanaenda kupambana na mabingwa wengine na kama tulivyoona E, timu yetu imepangwa katika grupu B ambapo watakutana na timu za TP Mazembe e, watakutana na timu za Gaborone United, kutakuwa na timu ya Asec Mom Mimosas. Zote ukiangalia timu hizo ni timu nzuri, na timu yetu ni nzuri, kwa sababu kama tunavyofahamu historia ya, ya timu hii ya JKT Tanzania, hii ni mwaka wa ni mara ya pili nakusema tu kwamba mwaka juzi walikuwa ni mabingwa na walishiriki katika mashindano haya, lakini mwaka jana hawakuweza kushiriki eh, kwa sababu kwa namna moja au nyingine walipoteza ubingwa wa Tanzania, kwa hiyo ilienda timu nyingine. Lakini mwaka huu wameshiriki tena na katika nafasi zote walizoshiriki wameweza kuwa mabingwa wa, wa Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya eh, ukanda huu wa Sekafa na wamechukua ubingwa huu nje ya mipaka ya Tanzania. Tunaweza kuona kwamba mwaka juzi walichukua ubingwa huu nchini Uganda, ambapo mashindano yale yalifanyikia kule Uganda, na mwaka huu wameweza kuchukua ubingwa huu katika mashindano ambayo yamefanyikia kule nchini Kenya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba, unaweza kusema labda hii timu ina, kusawa, ikiwa nyumbani ina usha, ina, inapata sapoti kubwa sana hapana. Hawa ni vijana ambao wanacheza mpira mzuri kwenye, ni, ni, ni timu ambayo ni, ni, ni timu nzuri katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati na tunaweza kusema na Afrika kwa hiyo wanaenda kushindana kule Cairo tunategemea timu hii itaondoka Tanzania tarehe tano kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano haya kule Cairo e, mimi kama mlezi wa timu ya JKT Queens sina wasiwasi na vijana. Ni timu ya Watanzania. E, ninaamini ni timu katika timu hii, ni timu ambayo ina wachezaji wa taifa hili hili la Tanzania. Vijana wote wanaocheza katika JKT Queens ni vijana aidha askari wa jeshi la ulinzi la Watanzania au ni vijana wa jeshi la kujenga taifa na baadhi vijana wa Tanzania si vijana atuja. Timu hii hatujasajili kutoka nje ya Tanzania, na ndio sera yetu kwamba tutaendelea kuwa na wachezaji ambao ni Watanzania na wanaenda kuonyesha soka la Kitanzania. Kwa hiyo ni wahakikishie Watanzania wawe na matumaini na timu yao. Timu imelelewa vizuri katika nidhamu za kijeshi e, lakini kwa sababu ni mashindano kila timu imejiandaa, kwa hiyo tunaenda kushindana. Kwa hiyo timu hii inaenda kushindana, lakini nahakikisha na kwamba maandalizi ya timu ni mazuri sana, na wachezaji wako katika hali nzuri kwa ajili ya kwenda kushindana, ndio na, ndio commitment yangu kwa Watanzania. Kwa hiyo Watanzania tutegemee kwamba timu yetu inaenda kufanya vizuri katika mashindano haya ya klabu bingwa ya Afrika ya ligi ya wanawake. Sasa tunayo JKT Queens ambayo ndio mabingwa wa Tanzania na ni mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati e, timu hii ina, inabeba icon ya Watanzania, ndio icon yetu. Ni timu yenye wachezaji wa Tanzania, wachezaji wazalendo wa nchi hii. Kwa hiyo tuendelee kuishangilia, kuishabikia popote pale inapokuwa inacheza, tuipe sapoti tuipe hamasa ili timu hii iendelee kufanya vizuri zaidi, kwa, kwa niaba ya Watanzania.